Na ni matumaini yangu huu mzima wa afya. Pole na majukumu mbalimbali yanayokukabili. Karibu muda na wakati mwingine katika Simulizi Tz. Huu ni mwendelezo wa sehemu ya nane ya simulizi ya penzi kitovu cha uzembe. Lango jina ni Mr A Romantiki kutoka pahapa Simulizi Tz. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Na hapa ndipo tulipoishia katika sehemu ya saba. Amani alibadilika sura na kisha akamsukuma kwenye sofa yani ukutani. Amani una nini? Sasa tusonge katika sehemu hii ya nane. Ndipo Agnesia alianza kwa kumuuliza Amani una nini kwani? Amani alikuwa ameamua kumwonyesha kuwa yeye ni fundi wa kila namna hivi. Alitaka kumpagawisha tena, kumpagawisha zaidi na zaidi, ndipo akachukua kamba na kumfunga mikono yake tena pembezoni mwa kitanda kama mtu aliyetaka kusulubiwa. Alikuwa anataka kumwonyesha penzi la kichizi, lakini amani alitaka kumsurubu Agnesi kwa mjegeje wake. Basi usiku huo ulikuwa ni usiku wa maajabu makubwa. Agnesi alivunja dafu tena madafu zaidi ya mara tatu, kitu kilichomfanya akose nguvu kabisa, kwa sababu ya utamu ule usio kifani. Wakiwa kitandani, yapata majira ya saa sita kasoro za usiku, walijikuta wakipitiwa na usingizi na hatimaye Waliposhtuka ilikuwa ni asubuhi ya saa moja. He, wewe umelala hapa? Amani alionekana kumshangaa sana Agnesi na ndipo akaanza kumwamsha Agnesi, amka Agnesi. Na Agnesi alipoamka alijikuta amevurugwa mno, na tena akiwa na mshangao mkubwa, kwani hakuwahi kulala nje ya nyumba yake. Jamani, Amani utaniua oh! Yani we mwanaume wa ajabu sana yani umenipa utamu, utamu wa penzi lako, cheki nimejikuta nimelala bila kutegemea. Amani alisisitiza, tafadhali naomba ujiandae haraka kabla watu hawajakuona ikaja kuwa mengine, mm -hmm. Embo achana na hizo mambo nilisha kwambia. Usipende kuogopa maneno ya watu, yani labda nikwambie tu kitu. Kwa raha unazonipa oh, baba yangu, nipo tayari kwa chochote kile I say, ila sio kukupoteza wewe. Yani naweza nikasema wacha, wacha waseme, watasema mchana kwani usiku akika watalala agnesi alinyanyuka kitandani alianza kujiandaa ili apate kurudi nyumbani kwake basi alitoka nje na kuanza safari ya kurudi moja kwa moja nyumbani kwake alipokaribia kufika nyumbani kwake aliona gari likiwa limepaki nje ya nyumba yao na aliyekuwa akitoka katika gari hiyo alikuwa mwanadada Mariana aliyevalia kwa umaridadi. Ndipo aliposogea na kichwani mwake aliwaza kwa haraka, huu ndo muda wa kuharibu. Wacha niende ili kila mtu apate kuishi na maisha yake, tena maisha yake mapya. Amani e, vipi? Mbona bila hodi tena anaingia kwenye nyumba ya watu? Dada, koma koma wewe tena ukomae, kazi kutembea na wanaume za watu, huyo mwanaume wa mtu, alisema Agnesi akiwa amejifunga mtandio wake kwenye kiuno chake. Wewe Agnesi unasemaje maneno kama hayo nini? Wewe mkono wa sweta tena, nyamaza na wewe, nimesema nyamaza kabisa domo kama kapu, ungekuwa unajiweza si ungekuwa ushanijaza mimba mimi, eh? kazi kulopoka tu. Kwa hiyo ndo umeamua kunionyesha eh? kidemu chako ambacho kinakumaliza nguvu, si ndio? Sasa nakwambia leo hapa hapa ingiliki humu ndani hapa nogi. Agnes alijipanga kweli kweli, tena kwa kumaanisha kabisa, maana alifanya valangati kubwa mno pale nje lakini kutokana na busara za Mariana ndipo akatoka na kuwasha gari yake huku akiwa na huzuni zihito moyoni mwake. Hakutegemea kama lile jambo lingetokea, ingawa alishawahi kusikia habari zake siku ile baada ya kupigwa kikumbo pale mlangoni, baada ya J4 kuingia ndani akiwa katika hali ya uchovu yaani uchovu wa ugonjwa, lakini alionyesha kutopendezwa na kitendo kile na hivyo alikasirika sana. Ugovi uliendelea tena ukawa mbichi kabisa, walianza kujibizana na mwisho Yeifo alisema, mke wa mtu, asubuhi kama hii umetoka wapi? Unaweza ukanieleza sijui, eh? unaweza ukaniambia E, e, e, e. Wewe koma tena koma na ukomae. Agnes alisema tena, nakwambia usiniulize tena, usiniulize kama hivyo. Ninachokwambia sasa, nimetoka kwa wanaume wenzako wanaojua kuweka kitu kikaeleweka, yani wanakanda kweli, kweli. Sio wewe unayenisumbua kila kukicha, yani kimoja tu chali, na tena kimoja chenyewe mpaka upepewe kama ndizi za Bukoba. Agnesi unasemaje? Ndio nishakwambia, kwani wewe hujasikia nilivyosema? Jaifo alinyanyuka kwa spidi kali na akamsogelea pale alipo Agnesi na kisha akamzaba kibao. Mpumbavu sana wewe, yaani nasema wewe ni mpumbavu. Kama unataka kuondoka sasa, nakuruhusu ondoka. Tena nimesema ondoka, sitaki kesi ya kuua Utanifanya nitachukua uamuzi mbaya na mwisho wa siku nikaenda gerezani. Tafadhali naomba nenda, hata sasa hivi. Mwanamke gani hujui mumeo kama anaumwa? Nimepata ajali hii yote ni kwa sababu yako. Muda wote unawaza upumbavu. Kwa nini usiseme muda ule? Mwanamke huna hata akili, muda wote unawaza upumbavu kwa nini tusikae chini eh? Tukatulia ili tatizo tuweze kulitatua, lakini sio wewe. Yani sio kwako wewe, yani kwako wewe imekuwa kama fursa ya kuniazibu. Kama umechoka, kwa moyo mkunjufu eh? <gulia> Agnesi, kwa moyo mkunjufu, toka na uondoke, nenda unapotaka. One day naamini utakuja kunikumbuka one day Yesi utanikumbuka tu kwani mapenzi nilionayo kwako hayana mipaka na shida hii yote ni kuonyesha jinsi ninavyokupenda kwa dhati. Swala langu ama swala la nguvu kwa mtu unayempenda kwa dhati sio tatizo. Je, ningekuwa sifanyi kazi kabisa undani eh? Kungekalika lakini wala hauwazi, ila wewe unaonyesha waziwazi wazi. tena unasema kabisa umetoka kwa wanaume wanaoweka vizuri aise, wewe mwanamke, nitakuua mimi. Akamshika kichwa na kumtikisa barabara. Niache, niache, nimesema Agnes, alisema, lakini ndipo J4 alionyesha kukasirishwa sana na mwisho akasema, ah, inatosha embo, wewe mwanamke, niache Ninaumwa. Nitakuua bure, pumbavu wewe. Hapa nilipo haya majanga bado hajakaa sawa. Aginisi alionekana kuanza kuona aibu kwa maneno yale aliyokuwa akiyatoa J4, ilionyesha kama yamemwingia ndani ya moyo wake. nisamehe basi. Ndipo J4 aliamka na kutoka kwenda nje kwa ajili ya kutaka kutuliza akili yake peke yake. Alipofika nje, simu yake iliita, na baada ya kuitoa aliona jina Mariana. Alipokea simu na sauti iliyokuwa na mashaka na wasiwasi mkubwa ilisikika, halo halo, Mariana alisema. Ndipo J4 alianza kujibu yes, halo, ualigani? Mariana alidakia kwa haraka, samahani sana, ni samehe tafadhali, ni samehe. Hapana, hapana, wala usijali, mimi ndiyo ni kuombe msamaha, kwani mimi ndiyo sababu ya yote. Mariana alisema samahani nisamee kwa yote mimi kukuleta nyumbani kwako ndiyo tatizo. Hapana, tafadhali usiseme hivyo Mariana. Samahani kwa kilichotokea, maana sikutarajia kama tungemkuta yule mwanamke mpumbavu. Bila shaka naomba unisamehe sana, kwani mimi yote ndiye sababu. Usijali Jefo, kuwa na amani kabisa, naelewa mwanamke wako ana wivu hivyo ndiyo maana ilisababisha yote yale. Kabla hajaendelea kuongea chochote, Jeifo alishtuka baada ya kuona kuguswa mgongoni. Alipogeuka nyuma alishtuka kidogo. Hii ni sehemu ya nane ya simulizi hii ya penzi Kitovu cha Uzembe. Langu jina ni Mr. A Romantic kutoka hapa hapa Simulizi Tz. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Asante na kwaheri katika mwendelezo wa sehemu ya tisa, usikose. Je, ni nani aliyemgusa bega mpaka kuweza kushtuka? Asante na kwaheri.